Ukurasa wa Instagram msanii mkubwa wa Diamond Platnumz kasema maneno haya: Mwenyezi Mungu ndiye mpanga wa yote na hapajatokea jambo pasipoiye yu kutaka na kila jambo hutokea kwa sababu, inshallah. Na kwenye hili Mwenyezi Mungu atujalie sababu yenye baraka kubwa kwa taifa yetu, atujalie amani zaidi ya tuliyokuwa nayo mwanzo, atujalie upendo zaidi, umoja zaidi, mshikamano kupendana, maendeleo na azilaze roho za waliotangulia mahala pema peponi, amin. Na kaendelea na emoji ya kushukuru roho na bendera la Tanzania. Zuchu naye akasema hivi, E Mola ihifadhi nchi yetu Tanzania, ijalie amani, umoja na upendo. Natoa pole dhadhati kwa familia, ndugu na watanzania wote Mungu awape faraja waliopoteza wapendwa wao, atupe mioyo ya subira kwenye kipindi hiki kigumu, Mungu abariki Tanzania, na kaendelea na emoji ya kushukuru na ya bendera la Tanzania na nyingine sasa, emoji ya kuonyesha kwamba ana uchungu. Alafu huyu naye Levan akasema sifa ya Tanzania ni umoja na upendo. Tanzania ni muhimu sana kutunza zawadi tuliyopewa na Mungu toka enzi na enzi. Naomba nitoe pole kwa ndugu jamaa na marafiki tuliopoteza ndugu zetu. Mungu atuvushe tuendelee kuishi kwa upendo na amani. Na katagi sisi ni ndugu, Tanzania, na katia na emoji ya kushukuru. Alafu mwingine huyu ni Nandi Nandi, naye mwenyewe alisema hivi: natoa pole dhadhati kwa familia ya ndugu na watanzania wote. Mungu awape faraja waliopoteza wapendwa wao, na tupe sote hekima, amani na umoja kwa taifa letu katika wakati huu. Na katia uh, emoji ya bendera.